Niko live. Ah, niko live. Eh, eh, Brazilian hair. Mambo mazuri. <laughs> na hey, inalipa. So na na dola, inalipa. Tunauza kwa dola. Eh, jamani hii karatasi ndugu yangu yeah. <laughs> Asante. Ushindi ya Kagera mchezo mmoja kuelekea dabi ya Kariakoo. Lete maneno. Ah, tumeshinda mechi dhidi ya Kagera japo ushindi mwembamba. Siwote unapokutana na Kagera huwaga sio mechi rahisi kwetu, japo wameshuka daraja lakini wameonyesha ushindani wa hali ya juu. Mchezo wa pili katika ligi kuu dhidi ya Kagera, mechi ya kwanza tuliweza kushinda nyumbani kwao, lakini wakaturudishia clean sheet wakaiua loii tuko nyumbani, tumepata goli moja pointi tatu, tunamshukuru Mungu. Hii ni kuelekea mbio. <laughs> anayazua sisi, tutapeleka <laughs> bwana anayazua apeleka anayazua, <laughs> anayazua. <laughs> Baby Mary, maneno yamekuwa mengi zaidi kuelekea mchezo wenu ujao uh, hata Semaji tumetoka kumuuliza kwamba kama aliwaaga fulani wanasimba uh, kwenye posti yake ya mwisho kabla ya mchezo. Ninyi kwenu, kama mashabiki, mnalipi la kuzungumza? Huu mchezo mnautaka ama bado hamjajijua jijua? Semaji hakutuaga, alisema tuje tuwagane katika mchezo wetu wa nyumbani wa mwisho. It mean kwamba tuna mchezo wa ugenini ambao tutaenda kumalizia kwa ajili ya kuchukua nini? Kuchukua kombe. Lakini mimi sikuona taarifa yoyote. Ni mashabiki tu tunagongana, gongana. Mwingine sichezi, mwingine nacheza. Lakini mimi kama mm mimi, Baby Mary najua Simba Sports Club haijatoa taarifa yoyote kwamba tarehe 25 haitahudhuria kwenye mchezo dhidi ya Young Africans. Ute. Nani abebe nani aachie? Kwao tumejipanga vizuri, wasifikiri kwamba ni unyonge. Mimi naamini timu yangu kama itakuja, nitaenda kuisapoti na sidhani kama haitoweza kufika, lazima itafika. Sisi wajeuri wenu. <laughs> Alama tatu ni muhimu, tumechoka. Tume kuwa wateja dhidi ya Young Africans ni muda mrefu sana, tumekuwa tuki wakitufunga nafikiri mara ya nne mfululizo wameweza kuchukua pointi, pointi tatu ndani ya, ndani ya michezo yetu yote pamoja ya home and away. Kwa mchezo huu ni kama mchezo wa kututoa kimasomaso kwa haya yaliyotokea, kwa haya yanayoendelea, ile ndo mechi yetu ya kutupa faraja na kuturudisha katika mfumo kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo sina shaka na mimi, hata leo ukiangalia mbinu za mwalimu alivyoanza katika mchezo, yeye mwenyewe alikuwa ana target kwamba kuna kitu mbele. Kama una kitu mbele uweze kumwacha mpanzu benchi, wakati mechi ya mwisho unaniagaje? hamna mpanzu wewe kwa hata mimi kwa sijaelewa. <laughs> Ile ni mipango mikakati, kwa hiyo sina shaka, naamini Simba Sports Club itashiriki mchezo unaofuata dhidi ya Yanga Africans. Yaliyotokea ametokea, yametokea. Yaliyopita yamepita. Wale wanaosema kwamba hatuchezi, wao sio technical bench la Simba, wao sio viongozi wa Simba Sports. Na katika leo sijaona baada ya game kwamba Simba Sports Club imeandika taarifa kwamba imemaliza msimu au hawa. Na sisi hiyo sio kauli yetu, hatujai kuzungumza neno hatuchezi, hiyo ni kauli yao, sema tu wenyewe wameamua kwenda kuomba suluhu kwa kutuzunguka sisi, hilo tunalifahamu wametuzunguka wameenda kuomba suluhu ah, kwani kauli ya mwisho ilitokaje? Mechi ilikuwa tarehe 15 yeah. Lakini kwa nini mechi airishwe? Wameenda kuomba suluhu, wametuzunguka, wanajua alikoomba. Ah, wote tusitoe siri za kabikano, wabadilisha tarehe. Tumezungukwa, wameenda kuomba suluhu, lakini sisi kama Simba Sports Club, naamini kwa viongozi wetu, utashi wao, uelewa wao na ukubwa katika Afrika, unatambua kwamba hii ligi inahitaji heshima, hii ligi inahitaji suluhisho na lazima uwe ligi, ligi bora Afrika nambari tano. Lazima mchezo kama dabi ya Kariakoo lazima uchezwe. Na waliona kwamba hii lawama ya mtu kupoa pointi tatu ingewatesa sana, lakini pia wao wasingebeba lawama. Kama wao wamenyimwa pointi tatu, lazima wangezitupia TFF na bodi ya ligi. Wakaamua kutupita mlango wa uani, wakaenda kuomba tuito, tuombe suluhu. Lakini mimi naamini viongozi wangu kwa weledi wao, mechi ya tarehe 25 tunaenda kuicheza na pointi tatu tunazibeba na wanatakiwa watambue kwamba hatujabweteka. Wenyewe waendelee kuulia mitandaoni, sijui wametuweza wao. Oh, hawana cha kutuweza sisi. Tumetoka kushiriki katika shirikisho barani Afrika, tumeweza kuzulumiwa huko na Berkane, atakuja kuwa yeye nani atuzulumu sisi? E, e, wale wamezunguka mlango wa nyuma wakiona kwamba mambo yashakuwa magumu <totikana> ile ngoma ilikuwa ishafika tamati. Ngoma lazima ipigwe. Lakini mwisho wa siku wakaona kwamba mbona, mm, watu wako serious, TFF iko serious, bodi ya ligi iko serious, lazima turudi Baby Mary, Baby Mary lakini hapo mali ndako tuweke mabano. Tukishinda tarehe 25 nitawaambia full story yote. Baby Mary lakini <laughs> yeah. Uzito wa kombe... Ushinde kwanza eh, uzito wa kombe unabeba na namna ambavyo Simba mnamaliza msimu, uh, msimu huu sio kukosa kombe la ligi kuu tu bali mnakuwa mmekosa kila kitu ndani ya msimu huu na pengine mtakuwa hata mkisimama mnashindwa kusema ubora wa Simba na ukubwa wa Simba uko wapi. Kweli kabisa, itatuuma sana, naamini tumekosa, tumeishia katika hatua ya nusu finali nini CRB Confederation Cup, lakini katika kombe la shirikisho barani Afrika tumefika katika hatua ya fainali. Ni hatua kubwa kwetu, japo ilikuwa matarajio tulishafika. Tuko tunalihitaji kombe kwao, tumebaki katika NBC Tanzania bara. Unaendaje kuwa bora Afrika? Lazima kombe la nyumbani ulibebe takriban misimu mitatu. Hatutaki wakatuvunjia mwiko wetu, si tulichukua mara nne mfululizo, rekodi rekodi, eh rekodi. Ah, ule mwiko wao unanitesa oh, <laughs> <laughs>

Wa, walikuwa nataka atuvunjia rekodi yetu, lakini ka mimi mwenyewe kama mwanachama na shabiki wa Simba hatua ya nini ya fainali ile shirikisho barani Afrika, lakini katika NBC kwa moja kwa naamini yote kwa yote ni kwamba tuko vizuri, timu imejipanga vizuri na hii mechi ya kwenda kumalizia msimu lazima tukamalize kibabe na ushindi wa hali ya juu. Naona ananishikashika nishikashika nyuma, angalia siibe dola huko. <laughs>